Hamasa yetu kuelekea mchezo wetu wa tarehe 23 ya mwezi huu wa kumi na moja siku ya Jumapili imezinduliwa rasmi hapa katika tawi la Ngobedi Chanika Zingiziwa. <klik> Lakini nichukue nafasi hii kuwaalika ndugu zangu wana Zingiziwa katika mchezo wetu wa tarehe 23. Tarehe 23 tuna kibarua kigumu kwelikweli tuna kazi nzito kweli kweli, tuna mechi ngumu kweli kweli. Lakini pamoja na ugumu wa mchezo huu, pamoja na kibarua kizito tulicho nacho siku ya Jumapili, nichukue nafasi hii kuwafikishia wanasimba wa tawi la Ngobedi, pamoja na ugumu wote wa mchezo huu lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutaondoka na alama tatu siku hii. <coughs> Petro, atawe mgumu vipi, hata ajikaze vipi, hata tusumbue vipi, lakini kifo ni halali yake siku ya Jumapili. Atake asikake kifo ni halali yake siku ya Jumapili, apende asipende, ataachie alama tatu siku ya Jumapili. Abane aachie, ataachie alama tatu siku ya Jumapili. Pendeni Benjamin Mkapa, ndugu zangu wanasimba, pendeni tukachukue alama tatu pamoja na ubora wa timu yetu tuliokuwa nao na maandalizi makubwa yanayofanyika kiufundi kuelekea katika mchezo huo mipango yote ambayo inafanywa na viongozi wetu kuelekea katika mchezo huo, lakini nguvu yetu ambayo tunaitegemea Jumapili itupe ushindi siku hiyo, nguvu yetu, silaha yetu ni ninyi wanasimba wa hapa Zingiziwa, ni ninyi wanasimba kutoka sehemu mbalimbali. Uwepo wenu Benjamin Mkapa, na tena uwepo wenu kwa uwingi wenu ni silaha namba moja ya Simba kupata matokeo siku hiyo. Kwa hiyo Mwana simba Jumapili ya tarehe ishirini na tatu, ukichagua kubaki Zingiziwa, maana yake umechagua kuihujumu Simba Sports Club, maana yake umechagua kutoitumia silaha yako ya kuwepo Benjamin Mkapa siku hiyo, maana yake umechagua Simba iferi siku hiyo, na sidhani na wala sioni kama kuna mwanasimba yote hapa yuko tayari kuiona simba yake ina feli. Kila mwanasimba anaitakia mema simba yake, na kuitakia mema kwa vitendo simba yako ni kuja uwanjani siku ya Jumapili. Nunua tiketi yako, mwanasimba, fanya unachoweza kopa, omba, nunua tiketi yako. Jumapili njoo Benjamin Mkapa, asibaki mtu siku hiyo, siku ya Jumapili.